Kwa majina naitwa Neema Neema Gaspari Mkunywa, naishi Yela. Nimeibiwa na mtoto wa kiume, ana wiki moja na siku saba. Ilikuwa majira saa kumi na mbili, dadangu alikuja kuniona nikwake, anajifunza kwake saluni. Alikuja kuniona kunitembelea, alikuja kumwona mtoto, ilikuwa muda saa kumi na mbili akaja tukakaa sebuleni, mtoto alikuwa amelala chumbani. Alivyokuwa amelala chumbani, tukakaa sebuleni, tuk tukaongea mawili matatu. Akaja mke mwenzangu yule pa akaongeaongea, akatoka, akatuacha mi na dadangu. Mtoto akaamka chumbani, nikamchukua nikatoa na gododogo, nikambadilisha, nika, nikamnyonyesha, nikamlaza, ndo dada akaa anataka kuondoka nikamsindikiza ninavyorudi nikakutana na babake hapo kwenye kona akaniuliza mtoto yuko wapi nikamwambia mtoto nimemwacha sebuleni amelala akaniambia mbona mtoto hayupo nikarudi tukarudi ndani kumwangalia kweli mtoto hatukumkuta tukaanza upelelezi mpaka sasa hivi mtoto hatujampata niliumia sana yaani niliumia mpaka machozi kwamba ni mtoto mdogo ambaye kila siku tupo pale tupo wapangaji mlango wangu huu hapa mlango wake huo hapa lakini cha ajabu bwana, tukaambiwa kuna mtu alikuwa anamsindikiza ambaye ndo mke wa mdogo wangu huyo dada, tukampigia simu. Asante Mungu, akukataa kuchelewa, alifika na wakati huo amefika. Kwanza kabla ya kufika sisi tuliwasiliana na uongozi barozi wa mtaa pamoja na mwenyekiti, nikatoa taarifa mimi mwenyewe kwa wote hao. Nikaenda kituoni mpaka central na dada yule, tukaenda naye kule pamoja na mme wa huyo dada ambaye ndo amepotelewa na mtoto na tukafika sentro. Akabaki kule kule, yule dada akabaki pamoja na huyu Ambwene akabaki kule, wakasema kwa upelelezi zaidi. Siku ya juzi jana tumeenda, wamesema watatupa majibu, hawajatupa majibu. Walisema watakuja ambao ndo leo leo, tumekaa nao asubuhi saa mbili, wamesema bado anaendelea na uchunguzi. kwa mpaka sasa taarifa bado hatujazipata kwamba wamefikia wapi mimi Mungu mwema Mungu mwaminifu anasikia tukiomba, anajibu pia. Mtazamaji unayenisikiliza tunaomba ushirikiano popote. Tumetoa taarifa kwenye vituo vya polisi, ilikuwa ni juzi hiyo baada ya tukio. Nilipigiwa simu nikiwa kwenye kazi zangu, nikawa nimekuja hapa. Kwa kweli mazingira ya tukio yaetusikitisha wengi, kwa sababu ni tukio ambalo kidogo limetushitua wengi, limeshitua jamii, maana tulikuwa tunasikia lakini tumeona kwetu, kitendo cha kuibwa mtoto ndani alafu mtoto mchanga, kwa kweli kwa, kwa sisi limetuumiza sana. Uh, matukio ya kuibiwa mtoto kutoka kwenye uongozi wetu tulioingia madarakani sasa hizi, ile ni tukio la kwanza ila swala la kupotea watoto, watoto wanapotea lakini ni watoto wa, wa watu wazima kidogo ambao wana, wana ufahamu wa shuleni na anapopatikana kwa, yani, unaweza kukuta wanakuambia amepatikana. Ibrahim Inga alikuwa anatoroka, alikuwa anaenda wapi? ndio matukio ambayo sisi tuna tunalipotiwa tunapewa taarifa nayo, lakini tunafuatilia, labda ni sababu ya kupigwa shuleni au nini. Make ni watoto ambao wanaopotea ni wa shule, kuanzia darasa la saba au sana, ndio wanaopotea kwa mazingira hayo, lakini wanarudishwa, wanakaa tena kwenye nani, kwenye familia. Na kwenye hili tukio labda, e, kama pia kwa niaba ya mwenyekiti au mjumbe pia mnaweza mkaa mnahisi nini na pia rai yenu ni nini hasa kwa jamii? Ah, sisi kama viongozi kuhisi kwamba ni tukio hili lilikuwa linaashiria kitu fulani hatuwezi tukajua sana kwa sababu hivi vitu hivi vinatokea, tumeona wengi wanapotelea, wanaibiwa watoto mahospitalini huko, wanaibiwa watoto. Kwa hiyo sisi kama sisi hatuwezi tukasema kwamba eti hili linahusiana na kitu fulani. Hapana, siwezi nikajua hilo, na nitoe tu rai tu kwa watu ambao wanafanya matukio kama haya kwamba tu wamwogope Mungu. hivi vitu hivi kama Mungu ametupa kama zawadi sisi hawa watoto, lakini kuwachukua katika mazingira ambayo yapo tofauti kumwibia mtu ni kitu ambacho kinatakiwa kilaaniwe sana kwa hilo.